Boresha mawazo yako ili uweze kubadilisha maisha yako na kubadilisha dunia yako. Leo nimekuletea misemo yenye hekima kutoka kwa Steve Jobs, ukiwa pamoja na Hambo Emmanuel. Steve Jobs ni mfanyabiashara wa Kimarekani, alizaliwa tarehe 24 Februari mwaka 1955 na kufariki tarehe 5 Oktoba mwaka 2011. Alianzisha na kuongoza kampuni ya Apple iliyojulikana sana kwa kutengeneza vifaa vya teknolojia. Steve Jobs anajulikana kama mtu aliyesukuma mipaka ya kile kilichowezekana hadi ndoto zake zilipokuwa kweli kwa kuanzisha Apple pamoja na Steve Wozniak. Ikiwa Jobs asingejitokeza na kuanzisha Apple, ingekuwa vigumu kwa ulimwengu wa teknolojia kuwa kama ulivyo sasa. Je, unataka kufanikisha mengi katika maisha yako? Fuata maneno yaliyosemwa na huyu mwerevu Steve Jobs, kisha ubadilishe fikra zako. Steve Jobs aliwahi kusema, wakati mwingine maisha yanakupiga na jiwe kubwa kichwani, lakini jambo muhimu zaidi ni usikose matumaini. Wakati mwingine maisha yanakupiga na, na tofali kubwa kichwani, lakini jambo muhimu zaidi ni usikose matumaini. huyo ni Steve Jobs. Steve Jobs aliwahi kusema uvumbuzi na maboresho ndiyo unaotofautisha kiongozi na mfuasi. Uvumbuzi na maboresho ndiyo unaotofautisha kiongozi na mfuasi. Kukumbuka kwamba utakufa hivi karibuni au baadaye kidogo, ni njia bora ninayojua ya kuepuka mtego wa kufikiri kwamba una kitu cha kupoteza wewe ni sufuri, hakuna sababu ya kutoifuata sauti yako ya ndani. Huyo ni Steve Jobs. Kazi unayoifanya inachukua sehemu kubwa ya maisha yako, na njia pekee ya kuridhika ni kufanya kile unachokiona kuwa kazi ya ajabu. Njia pekee ya kufanya kazi ya ajabu ni kupenda kile unachokifanya. Ikiwa bado hujakipata, endelea kukitafuta bila kupumzika. Kwa kutumia dhamira yako yote utajua wakati utakapopata unachokipenda. Huyo ni Steve Jobs. Fahamu kitu kimoja rais kinachoweza kukubadilishia maisha yako. Wajua kuwa kila kitu kinachokuzunguka unachokiita maisha kilifanywa na watu ambao hawakuwa na akili nyingi kukuzidi. Huyo ni Steve Jobs. Na kuuliza wajua kuwa kila kitu kinachokuzunguka, hicho kitu nachokiita maisha ilifanywa na watu ambao hawakuwa na akili nyingi kukuzidi. Ulize daima na wapo watu ushauri, hasa vijana, usisubiri, fanya kitu cha maana ukiwa bado kijana, ambapo hauna kitu cha kupoteza. Weka hilo akilini mwako. Huyo ni Steve Jobs. Aliwahi kusema inafurahisha sana kuwa mmoja wa wanyang'anyi yaani uwezi wa meli kuliko kuwa askari wa majini. Steve Jobs pia aliwahi kusema maisha yako ni mafupi sana, kwa hiyo usipoteze muda wako kuishi maisha ya mtu mwingine, usije ukajikuta kwenye mtego wa kujaribu kuishi kama vile watu wanavyotaka uishi. Watu wenye wazimu wa kutosha kufikiria kwamba wanaweza kubadilisha dunia ndio wanaoibadilisha. Huyo ni Steve Jobs anakuambia. Usiruhusu sauti za mawazo ya watu wengine zikazuia sauti yako ya ndani. Ruhusu sauti yako ya ndani ifanye kazi. Ninaamini kuwa kitu pekee kinachokufanya uendelee bila kukata tamaa ni kufanya unachokipenda. Kwa hiyo lazima utafute unachokipenda kwa nguvu zako zote. Huyu ni Steve Jobs anakuambia. Na lazima uamini kwamba nukta zina sehemu ya kuunganishwa katika siku zijazo. Steve Jobs aliwahi kusema pia, unapomaliza shule na kuanza maisha mapya na kutakia kuendelea kuwa na njaa unyevu ukiwa mjinga. Huyo ni Steve Jobs. Wakati mwingine unapovumbua vitu vipya unafanya makosa. Kubali haraka, kisha endelea mbele na unachovumbua. Steve Jobs aliongeza hapo, wanaofanya kazi ndio wanaofikiri zaidi. Watu waliobadilisha mambo mengi katika dunia hii ni wale wanaofikiri na kufanya kazi tu. Una uwezo ndani yako wa kufanya kitu ambacho wengine wanakitegemea. Ukigundua hilo hutawahi tena kuwa yule uliyekuwa. Steve Jobs aliongezea, vitu ninavyopenda sana maishani mwangu havina bei ya pesa. Inaonekana kwamba rasilimali kubwa kuliko zote tulio nayo ni muda. Kosa mapenzi kwenye kile unachokifanya, utaanguka vibaya. Licha ya yote, maisha yanaendelea, jifunze tu. Steve Jobs aliwahi kusema, hatua ya kwanza kila mara ni ngumu, lakini ndivyo ilivyo kila mara unapochukua hatua na kuanza kitu kikubwa. Steve Jobs aliwahi kusema pia, watu wengi hawachukui simu ili kupiga au kuomba. Wakati mwingine hiyo ndiyo tofauti kati ya wanaoota tu na wanaofanya kitu. Hatuna bahati ya kufanya mambo mengi yote vizuri kwa sababu maisha ni mafupi na unajua kuwa utakufa muda si mrefu. Steve Jobs aliwahi kusema, nafikiri kwamba kitu nachokijutia zaidi maishani ni kile usichokifanya. Kujuta kwamba hukumuomba yule msichana mcheze naye dance kwa mfano, hakuna sababu yoyote ya kuto kufuata sauti yako ya ndani. Kukumbuka kuwa utakufa ni chombo kizuri cha kukusaidia kufanya maamuzi makubwa. Huyu ni Steve Jobs. Steve Jobs anaongezea, nilijifunza kwamba karibu kila kitu kinachokuumiza, kinachokutisha, kinachokufanya ujisikie karibu na kifo, ndicho kinachokuachia kitu cha thamani kuliko vyote. Nilipokuwa na umri wa miaka kumi na saba nilisoma maneno ambayo yalinibadilisha: ikiwa utaishi kila siku kana kwamba ndiyo ya mwisho, siku moja utakuwa sahihi, ili nikumbushe, miaka thelathini na tatu iliyopita, kila asubuhi nilikuwa najitazama kwenye kio na kujiuliza, ikiwa leo ni siku yangu ya mwisho ningependa kufanya yale ninayofanya leo? Ikiwa jibu lilikuwa hapana, nilijua kwamba kuna kitu ninahitaji kubadilisha. Huyo ni Steve Jobs. Sielewi jinsi unavyoweza kuishi ukiwa na familia katika siku za awali za kuanzisha kampuni ni vigumu kwa sababu inahitaji muda mwingi bila kuwa na shauku kubwa sana, huwezi. Utashindwa. Steve Jobs anakuambia, kitu pekee ulichonacho duniani ni muda. Tumia muda wako kuwekeza kwenye uzoefu utakaokuokoa. Ikiwa itakuwa hivyo utapoteza. Steve Jobs anaendelea, maisha ni mzunguko, huwezi kujua yanakoelekea ya Wakati mwingine unaanguka jioni na asubuhi yake unainuka tena. Ilinitokea nilipofukuzwa Apple, kisha nikarudi tena baada ya miaka kumi na mbili. Mimi ni mwenye bahati, nilipata ninachokipenda mapema maishani mwangu. Wozi na mimi tulianzisha Apple kwenye gereji ya wazazi wangu nikiwa na umri wa miaka ishirini. Hiyo ni Steve Jobs anakuambia, mimi ni mwenye bahati niligundua ninachokipenda mapema maishani mwangu. Wozi na mimi tulianzisha hapo kwenye gereji ya wazazi wangu nikiwa na umri wa miaka ishirini. Wakati maisha yanapokuwa magumu, kufanya unachokipenda pekee ndiko kunaweza kukuweka hai. Steve Jobs anaendelea: kuwa tajiri sana hakuna maana kwangu kwenda kitandani usiku nikijua kwamba tumefanya kitu cha maana. Hiyo kinachonipa faraja hiyo. Sababu tulianzisha Apple, niliwaambia kuwa hatukuwa na kitu cha kupoteza. Nilikuwa na umri wa miaka ishirini wakati huo, Woz alikuwa na miaka ishirini na nne kwenda ishirini na tano. Kwa hiyo hatukuwa na kitu cha kupoteza. Hatukuwa na familia, hatukuwa na watoto wala nyumba. Woz alikuwa na gari chakavu. Naam nilikuwa na Volkswagen. Ninachokusudia kusema ni kwamba tungekuwa tungepoteza ni magari yetu na mavazi yetu tu. Steve Jobs anaendelea kukwambia usifanye kila kitu kuwa vita. Ikiwa unataka kuishi maisha ya ubunifu kama msanii, usitazame nyuma sana. Tulifanya kazi kwa bidii sana, masaa kumi na nne hadi kumi na nane kwa siku kila wiki kwa kipindi cha miaka miwili hadi mitatu hayo ndiyo maisha tuliyokuwa tukiyaishi, lakini tuliyapenda sana kwa sababu tulikuwa vijana na tulilazimika kufanya. Huyo ni Steve Jobs. Hayo ni baadhi ya maneno mazuri yaliyosemwa na huyu gwiji wa teknolojia Steve Jobs. Tunaamini kuwa umejifunza kutoka kwa huyu mtu wa kipekee duniani. Je, kuna maneno ya mtu mwingine unayohisi tunapaswa kuyashiriki? Tuandikie kwenye maoni. Uwe na wakati mwema. Jina langu ni Emmanuel. Kama ndo mara yako ya kwanza, tembea channel hii na kuomba usiende bila kusubscribe, ili tuendelea kujifunza pamoja.